Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Huu ni mwendelezo wa update moja kwa moja eh, kutoka mahakamani na hii itakuwa ni episodi namba saba baada ya kushuhudia kile ambacho kimetokea kwenye episodi namba sita ambapo mshtakiwa ambaye ni mheshimiwa Tundu Lissu ameshinda pingamizi ambalo aliliibua mahakamani akipinga eh, vielelezo vya shahidi ambavyo ni flash diski pamoja na memory card visipokelewe mahakamani. Jaji Ndunguru akipitia hoja za pande zote mbili, wamekubaliana na hoja za mheshimiwa Tundu Lissu ya kwamba shahidi namba tatu hana sifa ya kuleta vilelezo hivyo mahakamani. Kwa hiyo mahakama imegoma kuvipokea vilelezo hivyo. Tuliishia sehemu hiyo, na sasa tunaendelea episodi namba saba na kubwa zaidi ni kwamba katika hii episode namba saba Mheshimiwa Lissu kaweka tena pingamizi lengine, mpaka mawakili wa jamhuri wameomba muda kidogo wa kwenda kutafakari namna ya kujibu hoja ambazo Mheshimiwa Lissu ameziibua tena mahakamani akiweka pingamizi lengine, akipinga nyaraka ambazo shahidi tena amekuja nazo leo mahakamani na kuiomba mahakama iweze kupokea nyaraka hizo. Mambo ni magumu kwelikweli ya uh, upande wa jamhuri hapa, na tulichokiona kama nilivyokuambia hapa kwenye episode namba 6 kwa kifupi ni kwamba video ambayo sasa ndiyo ushahidi wenyewe wa kesi hii ya uhaini imekataliwa kupokelewa mahakamani. Kwa hiyo hayo ambayo wanasema yalisemwa na Lissu ambayo ndiyo uhaini wenyewe na upo kwenye hizo video pamoja, upo kwenye hizo flash pamoja na memory card umekataliwa ya kupokelewa hapa mahakamani. Kwa kifupi, unaweza kusema kwamba ni kama kesi tayari imekwisha tu. Kilichobaki hapa ni kumalizia tu mashahidi kutoa ushahidi wao. Baada ya episodi namba sita na jaji kusema ya kwamba wamekubaliana na hoja za mheshimiwa Lissu na vilelezo hivyo havitapokelewa mahakamani. Jaji anasema tuendelee. Sasa baada ya jaji kusema hivyo, anasimama hapa wakili wa serikali ambaye alikuwa anamwongoza shahidi, sababu Isa, kuanza kumwongoza tena shahidi, anasema sasa, shahidi ulizungumzia kuhusu taarifa ya uchunguzi ukiiona, utaitambuaje? Samweli Elibariki Kaya ambaye ni shahidi wetu namba tatu, na sisi tunamwita Samweli kumtofautisha na shahidi namba mbili John Kaya. Anasema nitaitambua kwa majina yangu, logo ya polisi, signature akimaanisha saini yake, pamoja na muhuri na tarehe. Wakili wa serikali Sawabu Isa anasema naomba waheshimiwa majaji, naomba nimwonyeshe nyaraka hizi shahidi. Jaji anasema mwonyeshe. Anapewa hapa shahidi nyaraka kadhaa. Shahidi anasema hii ndiyo ripoti ya kitaalamu niliyoiandaa ina majina yangu na vyote nilivyosema awali na niliandaa mimi mwenyewe. Wakili wa serikali thawabu issa anamuuliza shahidi, unaiomba nini mahakama? Shahidi anasema naiomba mahakama ipokee kama sehemu ya kielelezo. Jaji anasema Mpatieni mshtakiwa hapa. Anapewa nyaraka hizo, mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa Lissu anaiangalia kwa muda kidogo, hapa anasema napinga hiyo taarifa kupokelewa kwa hoja zipuatazo. Hii inaitwa mbwa kala mbwa. Tumetoka kwenye pingamizi la kwanza ambalo Lissu kashinda, na hapa pia mheshimiwa Lissu anaweka tena pingamizi anasema napinga kwa hoja zifuatazo. Mheshimiwa Lissu anaanza hapa kuelezea hoja hizo. Waheshimiwa majaji, kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa jinai shahidi anayetakiwa kuwasilisha taarifa za uchunguzi wa kitaalamu anapaswa kuwa ni shahidi aliyetamkwa kwenye kifungu cha 216, 217, 218 na kifungu cha 220 vya sheria ya mwenendo wa jinai. Sasa waheshimiwa majaji, shahidi huyu ni shahidi wa picha za mnato. Kwa maelezo yake yeye mwenyewe, mtayaona kwenye kielelezo anachotaka kukiwasilisha: mimi Samueli Kaya, mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi, ambaye ni mtaalamu wa picha, chini ya kifungu cha mia mbili na mbili sehemu ya kwanza cha CPA. Mheshimiwa Lissu hapa anawasomea namna ambavyo shahidi ameweza kujiandika maelekezo yake hayo. Sasa naendelea tena hapa, mheshimiwa Lissu anasema: sasa waheshimiwa majaji, hicho kifungu cha 222 sehemu ya kwanza cha CPA ndiyo kifungu cha 216 cha sheria ya sasa, kinazungumzia hati za wataalamu wa picha mnato. Wao wanakitumia kuleta vielelezo ambacho ni video. Lissu anasema hapa kwamba wao Wanakitumia kuleta kielelezo ambacho ni video. Mheshimiwa Lissu anasema, waheshimiwa majaji, wino haujakauka toka muamue kuwa huyu shahidi hapaswi kuleta ushahidi wa video hapa mahakamani, maana yeye sio mtaalamu wa video shahidi. Yeye mwenyewe amejisema kuwa yeye sio shahidi competent, amejisema mwenyewe, tunaanzaje kumkubalia kuleta Kielelezo ambacho kinahusiana na mambo ya video wakati yeye mwenyewe amesema kwamba siyo mtaalamu wa video, ni mtaalamu wa picha. Na hawa mawakili wa serikali sijui wana akili au wamelogwa, maana muda mfupi uliopita mahakama imewaambia kuwa huyu mtu siyo mtaalamu wa video, ni mtaalamu wa picha. Wao wanataka kutuletea hapa mtaalamu wa picha aliyechunguza video hii. Haikubaliki. Kwenye kielelezo chake mwenyewe shahidi amesema pia ameteuliwa na tangazo la serikali 799 ambalo lilitolewa na AG Adeladus Kilangi, halikutolewa na DPP. Mwanasheria mkuu wa serikali hakuwa na mamlaka na hana mamlaka ya kuteua mtaalamu yeyote aliyesema, aliyesemwa kifungu cha 216 hadi kifungu cha 220 cha CPA Mawakili wa serikali wapo na ubaridi mkubwa hapa mahakamani. Wamekuwa wadogo sana wakisikiliza namna ambavyo Lissu anazidi kutoa hoja za kuweka pingamizi. Mheshimiwa Lissu anasema kipungu cha 216 cha CPA kinazungumzia satifiketi ambayo ndo ripoti yenyewe ya mtaalamu, na kinasema pia uteuzi wa huyo mtaalamu anapaswa kutolewa na DPP na sio AG hapa. Mheshimiwa Lissu akizidi kutidilika akitaja hoja zake ambazo anasema ni kupinga kielelezo ambacho shahidi anakileta tena hapa mahakamani kisipokelewe. Anaambiwa hapa mheshimiwa Lissu kuwa GN iliyomteua ilikuwa nasema anapaswa kutouliwa na AG na sio DPP. Hapa mheshimiwa Lissu anaambiwa hivyo. Mheshimiwa Lissu anawaomba hapa vijana wake wamfanyie research kama kipindi hicho sheria ilikuwa inasema hivyo. Anaambiwa ni sahihi, anasema sasa nakubali. Hata kama sheria inasema AG ndiyo alipaswa kumteua, swali la msingi linabaki kuwa AG alimteua shahidi huyu kama mtaalamu wa picha na sio mtaalamu wa video. Hapa Lissu kajilizisha kwamba kwa kipindi hicho sheria ilikuwa inasema kwamba AG ndiyo atakayemteua. Lakini hapa Lissu akawaambia mawakili wake wamsaidia kufanya research kidogo, na wao wakasema kwamba sheria ilikuwa inasema hivyo. Mheshimiwa Tundu Lissu hajapinga, amekubali, lakini anasema swali la msingi linabaki kuwa AG: je, alimteua shahidi huyu kama mtaalamu wa picha au alimteua eh, shahidi huyu kama mtaalamu wa video. Hapo ndipo ambapo swali la Lissu linabaki hapo. Mheshimiwa Lissu anasema, lakini pia shahidi ameandaa taarifa badala ya certificate wakati CPA imetoa kwenye steady shadow format ya hiyo certificate. pia GN namba 423 na GN namba 825 zimewataja wataalamu wa cyber forensic na huyu shahidi hayumo kwa hiyo nasisitiza vielelezo hivi visipokelewe kwa maana ya ripoti ya mtaalamu. naomba kuishia hapo. Majaji wanateta kidogo hapa na wanawaita upande wa mashitaka. Anasimama linatusimkude na anasema mara baada ya kupokea ile ruling ya kwanza, na mshtakiwa amerejea sana ile ruling ya kwanza, tunaomba nusu saa ya kwenda kutafakari, halafu tukirudi tutakuja na msimamo wa namna ya kwenda mbele. Majaji wanateta hapa kidogo, baada ya upande wa jamhuri kuomba muda wa nusu saa kwenda kutafakari, halafu wakirudi watakuja na msimamo wa namna ya kwenda mbele. Baada ya majaji hapa kuteta kidogo kwa muda, jaji Ndunguru anasema mahakama imeahirishwa mpaka saa sita mchana ili upande wa jamhuri waende kutafakari. Hapa watoto wa mjini unasema hii kesi ishakuwa ngumu, aliyetumwa kumpelekea chakula mtuhumiwa na yeye kakamatwa akawekwa ndani. Kwa hiyo tukutane hapa baada ya nusu saa, tuone upande wa jamhuri watakuja na hoja gani, baada ya mheshimiwa Lissu ambaye ni mshtakiwa kuweka pingamizi tena kwamba nyaraka hizo zisipokelewe, lakini pia akitoa hoja zake, wameomba muda wa kwenda kutafakari ili waje na msimamo wa namna ya kwenda mbele. Kwa hiyo tukutane hapa kwenye episodi namba nane, moja kwa moja update kutoka hapa mahakamani kubwa. Tuachia moni yako, wanakwenda kutafakari namna ya kuja na msimamo wa kwenda mbele katika shauri hili. Tukutane tena kwenye episodi namba nane, update moja kwa moja kutoka hapa mahakamani.